Kiranja wa wengi katika bunge la Seneti Boni Khalwale amemwonya Rais William Ruto pamoja na maafisa wa serikali dhidi ya kutumia rasilimali ya kitaifa kuitilafiana na uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malava, akisema kuwa maendeleo hayapaswi kuhusiana kuhusishwa na maslahi ya kisiasa ya upande mmoja. Khalwale alikuwa akizungumzia mvutano unaoendelea kushuhudiwa eneo hilo kufuatia madai kwamba msaidizi wa Rais Farouk Kibet aliwashinikiza machifu na maafisa a usalama kumuunga mkono mgombea wa chama cha UDA David Ndakwa anayekabiliana na mgombea wa DAP Kenya Seth Panyako. Maendeleo yenye tunataka tupewe sio kwa sababu ya kura ya by election. Maendeleo ni kwa sababu tunataka asanti, kwa kura yenye tulipigia rais wedha, tupigie mtu wake ama tupigie mtu wetu bado ni sisi, Your Excellency, wenye utahitaji 2027 wakati itaumana. Mtu anayekusukuma hadi aduo dharau, huyu kataa Panyako hadi waletawe President Ruto, let me tell you 2027 kitaumana Ute... hapo <laughs> ndio wakati utajua kwamba hapa Kakamega unahitaji Khalwale ndio ufaulu hapo. Ndio utajua mheshimiwa president, kwamba hapa Malava unahitaji Seth Panyako ndio ufanye nini? Ufaulu. Huyo mdabudi mwenye anakudanganya ati ana usemi hapa Kakamega, kama kweli hako na usemi, usemi yake aanzie viga.